Dada Neema, karibu. Asante. mm -hmm. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Nasikia mtandaoni. mm -hmm. Ndio, Ruvuma Mbinga ndio bali ehe, ulituamini vipi ukasafiri kote huko mpaka kuja Dar es Salaam na dada sente. Nimeanza kufuatilia muda mrefu kidogo, unanifahamu. <laughs> kwa hiyo ulivyoniona ukawa na imani tu moja kwa moja huyu hmm, dada sio mbabaifu, huyu ni superwoman, anachokisema ndicho anachokiishi. Eh, hiyo ndio brand yangu na hivyo ndivyo unatakiwa, mtu unapojenga brand yako unapoishi na watu. Ndio maana nawasisitiza sana uaminifu kwenye maneno yako unayoyasema, sawa, unachokiahidi. Ndio maana sisi hapa tuna mikataba, tunakubaliana, jamani jamani jamani, unaenda unapata changamoto, usikurupuke sisi tunataka tufanye kati kazi kwa utaratibu. Umeelewa? hiyo inakutengenezea uaminifu kwenye biashara yako yoyote. Mtu atakuamini na atafanya biashara na wewe. nimependa huyu dada katoka Ruvuma, karibia na Nyasa, si Nyasa, kule Mbinga Nyasa. nimewahi kupita huko mara moja, mbali kweli kweli, Malawi kule ndio Hapana. Awe Marawi wewe? Hapana, Tanzania. Hapana. <laughs> Ok, karibu sana dada Neema. Asante. malengo yako ya kuja kwetu, malengo ya kuja kwetu ni kutafuta mtaji. Kutafuta mtaji ndio, au kufanya biashara gani? Mimi nilikuwa nafanya kazi saluni, nilikuwa uh -huh. saluni ya kwangu uh -huh. Baadaye nikaja nikafungua mgahawa wa kwangu uh -huh. Ila kuna shida ambayo nilikutana nayo hapo katikati uh -huh. Nikawa nimefaili kila kitu. okay. Ndio. Eh, hizo shida ndio masomo yenyewe. Ndio naelewa. E, shida tunakutana nazo. Mi mwenyewe ishakutana na shida nyingi sana, na bado naendelea kukutana nazo, lakini shida ndio masomo kwenye maisha. Ukikutana na shida haukimbii, unajipanga upya, unaanza tena. Sawa eh? E, kwa hiyo mi naimani kabisa sasa hivi ukienda tena una wanasema wisdom yani kuna hekima fani umejifunza kutoka kwenye zile changamoto ulizopitia. Eh, kwa hiyo sasa hivi unatafuta kiasi gani? Nikipata kama milioni mbili na kuendelea si mbaya. Mm. Unataka kwenda kuanzisha biashara gani sasa maana hapo kuna mgahawa, kuna saluni. Kipi kati ya hicho au unaanza kipi ya kingine kabisa? Ntarudi saluni. Ntarudi saluni. Saluni, saluni ndo kidogo inalipa. Ndio. Okay. Sawa, so, una familia? Ndio, una familia. Iko Mbinga. Na mume na watoto. Mume bahati mbaya, mm, mpango wa Mungu eh, ndio hivyo. Kama mambo ya kwenda sio cha bahati mbaya ni kwamba mambo <laughs> ya kwenda <yemeweki>, songa mbele. Ey, dwevo, kuenda, mba mba kuenda, songa mbele. E, utapata mtu wako sahihi ambayo mtaishi vizuri. Hapa tuko mbinguni eh? Tuko duniani sawa eh, na duniani tuko na binadamu, na hawa <hazis> binadamu hawatabiriki, wanageuka geuka kama vinyonga tena, hasa hivyo viumbe hivyo vinavyoita wanaume vinageuka. Angalieni wanawake wengi masingo madha. Unafikiri kwa nini wanakana watoto wao? Wale watoto walizaa wenyewe, hawajazaa wenyewe. Watoto wetu hatuzai wenyewe, wenyewe. wenyewe. tunazaa nao lakini ndo wanakuwa wajielewe, wajitambui, wanarukaruka kama panzi siyo wa kitu gani. Kwa hiyo wewe uwezi kuendelea kuhatarisha maisha yako si ndio? Ndio. Mwanaume yeyote anayejielewa anayejitambua akitulia na familia yake hakuna mwanamke wa kuondoka. Mpaka mwanamke anakuja anakaa na kuzaa, anashika mimba na kuzalia, maana yake yeye anajua kabisa wewe ndio baba unayejielewa, si ndio? Eh e, lakini ukiona mambo hayajaenda sawa ndio hivyo. Unamkuta mama kabaki hapo jitu ndio hilo linaruka ruka. Ukaacha liruke ruke. Wewe tulia, ndugu yangu. Mungu atakuletea mtu wako sahihi. Amen. Nawaambiaga wanawake, msiishi kama vile mko mbinguni, hapa ni duniani. Sawa, jamani. Diyo. Ukiona mtu anakupotezea muda, hana mpango na wewe, anakugeuza we tambara la deki usikubali. Wewe ni mwanamke ambaye una thamani, pigania maisha yako. Sawa eh? Na ndio maana hii aidia ya wanawake kutegemea wanaume imewaacha wengi sana kwenye umaskini. Ndio maana mimi naipiga vita kwa nguvu zote. Ndio imewaacha wanawake wengi kwenye nini? Umaskini. Maskin. Mungu amekupa akili, amekupa na nguvu, tafuta hela yako. Tafuta hata kama una mwanaume ambaye anajali familia, anatunza familia, tafuta pesa yako, kwa sababu kuna leo na kesho. Akifa unafanyaje? Au ndio wale wanasema akifa ndio tutajuaga hapo hapo. Jamani <laughs> <laughs> hey, hizo ni akili za kimaskini kabisa, hunakiwa. <laughs> Wakati mambo yako vizuri, na wewe anza kujiandaa, kwa sababu kufanya biashara sio lele mama. Umemsikia dada hapo Neema anasemaje? Kafanya biashara saluni, kaanguka, kafanya mama nini, mama ntilie. Mama ntilie kaanguka. Kwa hiyo mpaka mtu uje usimame uweze kufanya biashara iende, kudondoka na kusimama, kudondoka na kusimama. Tunaelewana jamani, mm -hmm. Kwa hiyo mwanamke mjanja anasimama kwenye biashara, anajifunza kufanya biashara, hasubiri mpaka mwanaume amtelekeze, mpaka mwanaume afe, mpaka mwanaume amwache ndio yeye aanze kukimbizana. Hapana. na hayo ndio masomo ambayo mtu aki akija kwenye kozi zangu aidha amenunua kitabu changu aidha amekuja kwenye coaching nayofanya, hayo ndo masomo atakayo yapata. Mi sifundishi kitu kingine, ni ku, mwanamke kusimama imara kwa sababu uwezo tunao. Sio mwona Mama Samia si ni rahisi ndio? E, hata kama wengine anasema nyenye nyenye, kwa sababu hayajazoea kuona mwanamke yuko kileleni atapiga piga mayowe, lakini Mama Samia katuonyesha wanawake tunaweza, hatuwezi? tunaweza. Tunaweza. Tunaweza, na sasa hivi watoto wa kike wamefunguliwa kifungoni. Mwanamke alikuwa akipata mimba si aendelee na masomo, lakini toka Mama Samia ameingia katufungua kwenye hicho kifungo, sasa hivi mtoto wa kike amepachikwa limimba huko anaendelea kusoma, haki yake ya kusoma, hiyo ni haki ya kibinadamu. Kwa hiyo jamani, sisi wanawake tunaweza. Msi, tusirudi nyuma, tupo, umeelewa? yeah. Eh? Yeah. Sasa lazima tukafanye kazi Ule unyenyekevu tunaofanyaga kwa wanaume tukaufanye kazini. Mwanaume anaweza akakubutua na bado upo, umeelewa? Sasa kwa mabosi zetu wala hawatupigi, lakini tunakuwaga na maviburi. Unaelekezwa tu kazi, dada, hapo, mbona hujafanya vizuri? Umenuna, umenyoosha mdomo, umevimba, umevuta ume mdomo. Hapana, huo ni upumbavu, umeelewa eh? Mwanaume mm, anayekupiga umnunii, lakini bosi wako kwa kuwa tu ni mwanamke mwenzio unamwona ni bosi wako unamvimbia huo ni ujinga. Mtu anayekupa hela mheshimu, fanya kazi zake vizuri, jifunze kwake na yeye amefikaje pale, ili nawe kesho na kesho kutwa upande sawa. Jamani sawa, dada Neema karibu sana, hela zinapatikana, lakini shoga yangu <coughs> ni mnyenyekevu. Ukienda kwenye nyumba ya mtu, kaa kwa kutulia, fanya kazi zake vizuri, unatoboa. Sawa, ila ukileta ujeuri, shoga yangu, narudishwa hapa asubuhi kwa upe na ukirudishwa, sisi tunakwambia bye bye, mbinga kwenu. Upo sasa unarudi <laughs> kule kwa watoto wawili, kweli kwe, bila kitu. hiyo ni sawa, sio sawa? Ah, usha kuja huku maji umeavulia oga. Sawa, pambana eh? Unaweza utafika. Muda yani, muda mfupi tu, mwaka hapa una yani, kuna wadada wanarudi hapa, umeweza mikataba, hata siamini, ni muda mfupi tu, unashangaa umeshatimiza malengo yako, unapata kipato chako, unaendelea na maisha a. Karibu sana Asante.